Mjadala uliohusu masuala ya kodi kupitia mradi wa usawa wa kikodi, unaotekelezwa na shirika la Pelum Tanzania kwa kushirikiana na na Policy Forum na Restless Development, chini ya ufadhili wa Umoja wa Ulaya kupitia taasisi ya International Budget Partnership, umeleta uchechemuzi wa kina baina ya wa wakulima wadogo wanawake na vijana dhidi ya wataalamu wa kodi. Mjadala huu umechukua nafasi katika hoteli ya Edema mkoani Morogoro. Katika mjadala wetu huu wa leo, lengo hasa ni kupata uelewa wa pamoja, namna gani mifumo ya kodi inamwezesha au inaenda kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Tunatambua kwamba kwa sasa hivi kilimo kinachangia pato la taifa takribani asilimia 26 na ni sekta ambayo inaajiri wakulima wengi sana takribani asilimia tisa wanajiriwa katika sekta ya kilimo, na kwa vijijini zaidi ya asilimia tisini wanajiriwa katika sekta ya kilimo. So, sasa kwa sababu sekta hii ni sekta muhimu, tunatarajia pia hata wakulima waweze kushiriki katika shughuli so, mbalimbali za kuhakikisha kwamba inachangia katika maendeleo so, ya nchi, hususani katika kulipa kodi na kodi ile ambayo ni ya usawa. Tunaposema kodi yenye usawa, ni kodi ile ambayo wanalipa kulingana na uwezo wao na kiasi cha mapato walichonacho. Kwa mkulima asijione kwamba yeye sio sehemu ya kile cha maendeleo hasa kwa kulipa kodi, lakini aone kwamba naye pia ni sehemu ya maendeleo yanayopatikana hasa katika kuchangia shughuli mbalimbali za kikodi. Sisi kama wakulima, akulima kabatomono mapendekezo wetu katika swala zima la usawa wa kodi, tuna changamoto ambapo tunakula nayo na swala zima la kodi. kipindi ambacho kumekuwa na mavuno ya kutosha, malipo ya kodi yalikuwa ni yale yale, lakini kwa tabia ya nchi kipindi ambacho kunakuwa na ukame, bado malipo ya kodi yalikuwa ni yale yale. Tulikuwa tunashauri na kuomba basi kuwe na mabadiliko, kwamba na kipindi ambacho kunakuwa na mavuno ya kutosha, kuwe na kiwango cha ulipaji

ya wilaya auu uma ya kolia ofisi ya mkoa sasa. Kuna dawati la uwezeshaji la na la dawati hili ni kuweza kuwafikia biashara wote, kuweza kuzungumza juu ya changamoto zinazowakabili kwenye biashara zao, kuweza kuzitatua kwa pamoja. Lengo lipo kwa ajili ya kodi? Hapana, na changamoto yoyote ambayo inakukabili kwa kodi naeza kwenye shughuli yake ya kuchokeleza hiyo biashara ya huduma au bidhaa au kilimo au viwanda, wote mnakaribishwa, ya madirisha yapo wazi kuzungumza na madirisha ambayo mnaweza kuzungumza moutasiana biashara zako ioshikatatu. Sasa, kwa namna ambavyo tunaamini kwamba wakulima wanashiriki pia vizuri kwa sababu pia hata kilimo kinachangia pato kubwa la taifa, tunatamani pia kuona serikali yetu mbali na jitihada zinazofanya kwa kuweka na kutenga bajeti, katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Bado kuna changamoto mbalimbali hususani za huduma za ugani, huduma za maafisa ugani, huduma za pembejeo. Tunaamini kwamba kwa kufanya hivyo pia serikali itasaidia pia kuweka bajeti hizo ili kwenda kupambana na changamoto hizo tunajua mabadiliko ya tabia nchi yameathiri maeneo mengi kiwemo katika sekta ya kilimo.